Mama wa Mungu Bikira Maria mtakatifu alimshukia akiwa huko Madunda, Madunda ni huko Njombe parokiani, akimwambia Felician, ni mwanangu nimekuchagua kwenda kuwaombea watoto wangu, itakaokuwa anakuletea kwa sala zako, sadaka zako, Mwenyezi Mungu atawaponya hawa wagonjwa na wenye shida mbalimbali mbali, na wenye mashetani hali kadhalika wataponywa, nami mama yako nitakuwa na wabariki kwa baraka zangu za kimama. Padri huyu mchanga Father Felician Nkwera ilimshangaza sana, mambo yatakuwaje? Mama wa Mungu Bikira Maria Mtakatifu alimwambia, nitakuelekeza siku baada ya siku la kufanya juu ya kazi hii, kwa kuwa mwanangu Yesu Kristu daktari ndiye mponyaji mkuu atakayekuwa anakutangulia kuwasaidia hawa watoto na kuwaponya, wewe utakuwa chombo. Baada ya hapo, Padre Felician Nkwera alishangaa, watu walianza kumwendea mmoja baada ya mwingine, wakiomba maombezi yake, naye aliwauliza, nani amewatuma kwamba mimi naombea watu wale watu walikuwa akimwambia tuombee kwanza, tutakuambia baadaye. Ndipo alipowaombea, akishawaombea shida zao zilikwisha, na wakitoka pale waliambizana mmoja baada ya mwingine, na ndipo wenye shida mbalimbali mbali na matatizo walianza kumwendea wengi wengi wengi, na kisha wakawa maelfu na maelfu ya watu Padre. Kazi ilipokuwa kubwa sana, alimwomba Mungu apatie wasaidizi wa kumsaidia kuombea watu. Katika sala zake alizoomba kuomba wasaidizi, mwenyezi Mungu alimjalia wasaidizi wake mmoja wapo akiwa mama au Sister Eledina Michael Ntandu, ambaye anaitwa mtendakazi, mtendakazi kulingana na kazi anayoifanya hii ya kuombea wagonjwa pamoja na padri huyu. Padri amekuwa na vituo mbalimbali ndani na nje ya nchi, anaombea watu. Kituo kimoja wapo ni hiki hapa Riverside. Wengi wamezoea kusema kwamba padri Nkwera ana kanisa. Padri Nkwera hana kanisa, ni padri Mkatoliki na hana kanisa. Hiki ni kituo cha sala alipokuwa anaombea watu, kituo cha sala kinachokusanya watu wote wa dini zote, wa rangi zote, wa kabila zote, kama vile hospitali ambapo kila mtu huenda kupata msaada wa tiba. Hali kadhalika kituo au vituo vya sala za maombi ni sawasawa na hospitali inayokusanya watu wote. Kwa hiyo Padri Nkwera aliombea watu wote wa dini zote, kwa imani yao kwa Mungu, waliweza kupona magonjwa na matatizo yao mbalimbali yakatatuliwa. Kwa kifupi, hiki ni kituo cha huduma za maombezi, si kanisa kama vile watu walivyozoea kusema kanisa la Nkwera. Wana wa Mungu wote, karibuni mjisikie kwenye kituo cha sala cha mama yenu Bikira Maria, mama wa watu wote, karibuni mjisikie nyumbani. Kwa majina, mimi naitwa sister au mtendakazi Eledina Michael Ntandu ambaye nimekuwa msaidizi wa Padre Nkwera kulingana na agizo la Bikira Maria tangu mwaka 1987 nimekuwa nikisaidiana naye kuombea wagonjwa na wenye shida mbalimbali mbali. Padre Nkwera alizaliwa mwaka 1936 na akawa padri mwaka 1969, akiwa na umri wa mwaka mmoja wa kipadre. Yani mwaka 1969 ndipo Mwenyezi Mungu alipomkabidhi kazi hii ya kuombea wagonjwa, ambayo amekuwa akiombea mpaka hivi leo. Labda nifafanue kidogo wakati Mama Bikira Maria anamkabidhi kazi hii ya kuombea wagonjwa alimwambia, Felician, ni mwanangu, ninakukabidhi kazi hii si kama padre, nakukabidhi karama hii ya Mwenyezi Mungu kama Felician. Akamwambia, kama padre utaendelea kuwatii wakuu waku wako wa kanisa, na kama Felisiani utaendelea kuombea wagonjwa wangu nitakao kuwa nakuletea. Ndiyo maana mnaona uongozi wa kanisa kiutaratibu, walipoona wafanya uchunguzi juu ya kazi wanayoifanya kama ni ya Mungu au la, walichukua hatua mbalimbali mbali za kudhibiti hali hiyo. Ni taratibu za kanisa, inaonekana ni adhabu, lakini taratibu za kanisa ukifuatilia taratibu za watakatifu utaona nao pia walipata shida shida na kanisa, lakini hatima yake mambo yakawa wazi. Padri Pio ni mfano wake. Kwa hiyo kama, kama, kama taratibu za Kikatoliki, padri huyu walimwambia aache kuombea wagonjwa, aache kuombea wagonjwa, na pia wakasema asimame kwanza kutoa huduma za kipadre, kama padri chini ya uongozi wa askofu wake. Padri alitii tangu wakati ule hajasoma misa, alitii. Lakini pia kulingana na agizo la Bikira Maria Mtakatifu, mama wa Mungu na mama wa kila mwanadamu aliyesema, kama Felisi, yani utaendelea kuombea watoto wangu, kinyume chake itabidi uwajibike mbele ya Mungu. Kwa hiyo ilimpasa upande wa kikanisa ati mamlaka ya kanisa aache kutoa huduma za kikanisa, lakini upande wa maombezi akaendelea kuombea wagonjwa mpaka leo. Labda kwa upande wa kanisa Katoliki kuna nafasi ya pengine kwa ngazi, ngazi ya chini pengine jimbo na hata makao makuu ya kanisa Katoliki kidunia. Je, kazi ya Padre Nkwera marehemu ilifahamika fahamika pengine kwa nafasi za juu katika kanisa au vipi? Kazi yake inafahamika kwanza, kutokana na matunda ya kazi yake, anapoombea maajabu yanayotokea kwa watu wanaoombea, miujiza yake inaenea duniani kote. Kwa hiyo kikanisa ilikuwa inafahamika kwamba padri huyu ni mwombeaji lakini padri huyu mazingira haya ya kusema kwamba anakataliwa au mnatumia neno kutengwa, si kila mahali padri huyo alionekana hivyo. Mahali pengine alipokwenda, alipokelewa kama padre, lakini aliendelea kutii mamlaka ya kanisa kwamba asitoe huduma za kipadri za kikanisa.